Napata wingi kwangu ni haki. Baba mwenyezi na mwenye rehema, kubali kusikia maombi yetu, bariki mtumishi wako Owen pamoja na mama wa jamii hii na watoto, wasaidie na kuongoza na kuwapigania kwa kila jambo, Baba mwema unaposikiliza neno lako Tunaomba unene pamoja nasi ukidutia moyo kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Oh, leo nataka ni nataka ni some maneno yaliyo katika kitabu cha Luka 1:37. Malaika Gabrieli alimwambia Maria mama ya Yesu ya kwamba hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. nothing is impossible with God. haija haijalishi chenye tunapitia binadamu. Kwanza tunalemewaka na dhambi, lakini Mungu anaweza kutusamehe na kutubadilisha na kutupa matumaini. Hakuna neno lisilowezekana kwake, hata kukiwa na ugumu na uzito kama bahari ya Shamu. Mbele kulikuwa na maji, nyuma kulikuwa na askari wa Farao, lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Mungu alifungua njia. Hata kwa jamii yenu naomba Mungu awawezeshe mambo yote, ndoto zote ambazo mko nazo, Mungu awatimizie, akutane na mahitaji yenu, awasaidie na po sahau ya kwamba hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Nitamalizia kwa neno hili, wacha iwe your guide 2026. Six. Expect great things from God, Amen. but attempt great things for God. Amen. Expect God will do great things for you. 2026. 26. Na pia attempt great things Kenya mjawai kufanya attempt next year yea, amen, we'll amen. Baba mwenyezi na mwenye rehema bariki liwetu oe pamoja na wote wa jamii hii panima mipaka yao hutana na mahitaji yao, wasaidie na kuongoza, na hayo mambo makubwa ambayo utawatendea 2026 uyatendee na wasaidie wajaribu mambo makubwa na hata utimize Ndoto za mioyo yao, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.